Hey guys, karibuni tena katika channel yangu ya Hapa Nilipo. Jina langu naitwa Glory kama hujui jina langu, na asanteni sana kwa kusubscribe, asanteni kwa kulike na kushare. Leo video yetu inaanzia hapa Starbucks. Unajua kwa nini? Angalia video mpaka mwisho ujue kwa nini leo video yetu inaanzia Starbucks. Video yetu inaanzia hapa, so tendeni ndani. Like your outfit. Thank you. Starbucks inafunga migahawa yake kadhaa, na watu kibao wataenda kukosa kazi. Unaona, nafanya kazi wako huku ndani, huku wafanya kazi ndani ni wako kama watano nilivyoingia huku ndani emb, imagine mgahawa kama huu ukifungwa, eh? watu wangapi watakosa kazi? Watu wangapi watakosa kazi? Kuna watu hapa wanalisha watoto wao kwa sababu ya hii kazi, wanapeleka watoto wao shule, unajua, wanalipa rent, wanalipa umeme, wanalipa maji, wanalipa car insurance, wanalipa car note. Kuna watu wanatembelea magari ya mkopo eh, na anafanya kazi huko ndani, atalipaje hiyo bili akiachishwa kazi? Starbucks inaenda kufunga, kufunga migahawa yake kadhaa, sio yote, ila kadhaa. Lakini kampuni ikishaanza kufunga um, uh, branches zake eh, inamaanisha nini? Inamaanisha uchumi sio mzuri. Hebu imagine yani, Starbucks muno ku ndani eh? Starbucks ni mgahawa mkubwa eh? Nazani duniani kwa wanaouza chai wanauza chai wanauza kofi wanauza drinks mbalimbali, unaona embi, imagine a eh? Yani Starbucks ilivyokubwa hivi inaenda kufunga migawa yake, tatizo ni nini eh? Yani sasa hivi mimi nadhani dunia nzima ipo katika wakati ambao wakati mgumu sana, yani wakati mgumu, makampuni mengi sana yanafunga, sio tu huku kijijini hata mjini huko hali sio nzuri. Yaani hii habari imetoka this morning. Starbucks inafunga Starbucks, uh, most of its stores na inasema ina cut about 900 of its job. Wamesema wanafunga 1% of their stores. You know? So yep. Hiyo sio na ni nzuri. Ukiona kitu cha namna hiyo unajua ni jua Uh, mgahawa kama Starbucks ulivyo mkubwa unachukua uwe unaendelea, yani unachukua uwe unashoot, kwa sababu jamani watu wengi wana consume um, um, coffee. Mi nadhani Marekani ni one of the consumers wa coffee sana, na drinks, most of their drinks watu wanapenda sana. Kwa hiyo wao kufunga, that means watu hawaje kununua eh? Kama watu wangekuwa wanakuja kununua kwa wingi, wasingefunga store zao. That means watu hawana hela watu hawana hela wakuja kununua mtu kuliko aje kununua Starbucks. Kama hii hapa mimi hii imenicost um, dola tano eh? na hii ni strawberry tu. That means watu hawana hela za kuja kununua kopi kama walivyokuwa wanakuja kununua zamani hmm? na hivyo wanafanya you know what, wana shut down, kwa hiyo kwenye mtaa mmoja wanaeka moja, kama zilikuwa tano au ngapi, wanaeka chache mpaka inabaki baki moja. Ikifika mpaka moja, wanafunga zote. Na siyo hiyo tu, kuna kampuni nyingine kubwa kubwa sana eh, Starbucks ni kubwa alafu nime, nimeona Tanzania na wamefungua moja nadhani, sijui kama ilikuwepo zamani au ndo imefunguliwa uh, recently sijui, ila kuna kampuni nyingine tena, hiyo kampuni inaitwa Claire's. Claire's ni sehemu ambayo watu wanaendaga kutoga masikio unajua, kununua ereni na vitu vya namna hiyo, so wao kufunga, jamani, class ni kubwa, ni kubwa, yani wao ukitaka kitu chochote cha so, kutoga masikio, yani kuhusu ile nani, um, like, like, earrings ni mambo ya urembo, ya urembo wa watoto na wamama, you know, so mara nyingi zinakuwaga zenyewe kama duka na saa nyingine zinakuwaga inside, inside stores stores kama Walmart na vitu vya namna hiyo, unaona so, niko pa Walmart, nataka tuende tukaone kama Claire's ipo. Claire's, na wenyewe nimeshawaambia, ni kampuni kubwa sana, na wenyewe walitangaza kuwa wameenda bankrupt. Nitawekea hapa story Claire's walivyosema, walivyotangaza uh, kuwa wanaenda bankrupt, walivyotangaza tu hivyo the next day walifunga maduka yao mengi mengi sana eh? Na kampuni kubwa kama hiyo ya kufunga. Nataka tuende pale Walmart, uja naonyeshe pale Walmart. Nataka tuende pale Walmart tukaiangalie pale Tuka kama ipo au haipo. Na yenyewe ilikuwa jamani, mi ndo nilienda kutoboa pale na na nani mbili, nilisha kupeleka mtu tena pale kutoboa nani masikio so natuatukaione yaani, nakwambia, ili janga la kazi na licha licha tu, ukiona kampuni nyingi zimefunga emjiulize, au ah, watu waliokuwa wanafanya kazi huko wanaenda wapi? Watu nakwambia, TikTok wana wanalia eh? wanalia sana so ngoja niwape mfano mwingine tena. Mimi nafanya kazi kwenye financial institution <laughs> okay, na nazungumzia previously okay, so kwenye nani, zamani nilipokuwa nafanya kazi eh, tulikuwa si unajua, mteja akija kazini ana akiwa anataka kudeposit hela okay, so anakuja na deposit hela. So benki ikifunga, kama benki inafungwa saa kumi au saa kumi na moja au saa kumi na mbili unajua mteja anaenda wapi kuweka hela? Si unajua au anapeleka wapi cheki, akitaka kupeleka cheki au akitaka mambo yote ya kibenki, na benki imefungwa, benki yetu yetu, so benki, so benki, okay, so, benki ikaamua kuweka hivi, mtu akitaka kudeposit hela kwenye ile muda ambao benki haifanyi kazi, when the working hours has, has, has, has, nani, so mtu anaenda sehemu kama Walmart, any grocery store unaojua ambao wao wameshaongea nao anaweza akaweka hela kwenye register. So kwa mfano umenunua kitu dukani, alafu unamwambia oh, nataka niweke kiasi kia, kia fulani labda dola tano kwenye benki yangu, na inawezekana. what does that mean? Eh, hiyo inamaanisha kwamba watu watapunguzwa kazi, kwa sababu nyewe yote hamuhitajiki kama mteja anaweza kudeposit hela kwenye register. Unajua register ni nini? Twendeni cha nikawaonyesha kama nilivyowaambia jamani, ile kampuni ya Claire's, kampuni kubwa sana ambayo walienda bankrupt. The next day nakwambia, yaani, niliona kwenye taarifa habari leo, eh? lakini sikuja um, the, the, the, the, actually the next day kuangalia kama kweli, after a week nadhani waka shut down masto yao mengi, mojawapo kama nilivyowaonyesha kule Walmart. Eh, kama mlivyoona Walmart yani, ni, ni, nitawekea hapa kwa sababu Walmart kuna kuna mani, music eh, afu kwa sababu ya, ya copyright, kuyo, nisingeza kwa hiyo nisingeweza kuongea, so nitawekea uh, hapa video muone kwamba lile duka lilifungwa jamani, tulikuwa kule nimetoga sivyo pale, sasa hivi hamna, afu sijui kwa nini sikurekodi Eh, lakini ni bonge moja, watu ambao wako Marekani wanajua, wanalijua hilo duka, ni duka kubwa sana yani kubwa sana eh, lakini eh, downfall yake yani sijui kwa yani sijui imekuwaje yani. Hata Claire's wameshindwa kweli eh, na so Claire's tu tumona Starbucks eh, wakianza kidogo kidogo kufunga maduka yao, that means wata end up ku file bankrupt na no, wafunge kabisa mm? yani mkijua kwenye na, na, na hiyo inakwambiaje kuhusu watu walikuwa wanafanya kazi huko, kama nilivyowaambia, that means wanarudi nyumbani hawana kitu eh? na vitu na hii e, ukute kwa mfano mama anafanya kazi pale, baba anafanya kazi Starbucks, na wote hawana kazi sasa hivi, wamerudi nyumbani, wana na watoto watatu, watoto wawili, hata mtoto mmoja tu ni shida. Mnawezaje ku, me, dani, ku keep up na bills za humo ndani eh? kulipa rent. Eh, kulipa gari ni insurance mambo kibao watawezaje mm? kama wanashindwa eh, wa, uh, <coughs> wanaweza kuwa wezi, wanaweza kuwa wezi nakwambia, wanaanza kuwa wezi. Unaona vitu vilivyotokea California leo mm? wale vijana waloenda nani waloenda kuiba kwenye ile nani, na matukio kama hayo, jamani, mengi especially in New York, yani ni balani kila kukicha eh, Watu kibao makundi wanajiorganize wana alafu wanaenda wana, wana, wanaenda kuvamia kama nani juristo wanaenda benki nani kuiba, yani watu wanataka kusurvive eh? kama hamna kazi watu wataishije watakulaje eh? Ndo hiyo wanaanza kuiba wanaanza kuiba yani wanatafuta kitu chochote tu ili mradi, na sisi tushare, lazima tushare kitu ambacho wote mnyewe mnacho eh? Anaweza kuiba nafuta, baba mwizi, mtoto mwizi, mama na yeye mwizi, anatafuta, anaingia ndani, anaiba kitu kuibu, anauza ibe. Kuna hiyo website inaitwa ibe, unaweza kuuza kitu chochote kile. Unaweza kukuta kitu hapa Walmart dola kumi, ukiingia kwenye hiyo website ya ibe unakuta ni dola moja au dola mbili. Mtu anataka tu kitu, chakula, they don't care iko kitu kinakosti shilingi ngapi yeye. Yeah, anauza kitu chochote au anaingia ndani nyumbani kwa mtu anaiba saa eh saa ya Rolex elfu kumi anakuja kuuza elfu thelathini 30 dollars <laughs> is it anauza kuja kuuza 30 dollars people needs to survive unaona kwa hiyo wanatafuta ile nia yote hamna kazi wanafanyaje eh mama anafanya kazi Claire's baba anafanya kazi Starbucks wote wamekuwa laid off hamna kazi wanafanyaje watu huko TikTok, TikTok ndio watu wanajielezea TikTok, watu wana wanashuka yani wana, wengine mpaka wanalia eh? mtu amekuwa laid off amerudi nyumbani afanyaje? Mwingine ana mimba, leo nimemwona huyo dada, mwingine ana mimba eh? Amefukuzwa kazi yani, amerudi nyumbani amekaa, anashindwa afanyaje eh? na yeye ni single mother, imagine eh? Hmm. Kwa hiyo baba yuko somewhere huko na, ana mimba atafanyaje na, na amechoshwa kazi Eh, yeah. Ukiwa laid off huko Marekani um, unaweza kalipwa, unaweza kalipwa half of the money for some time nadhani, sijui huku watu wakiwa laid off afu una, una, unalipwa nadhani for some time, afu ikishamaliza huo muda nadhani that's it kama hujapata kazi huo, eh, yeah. Ndio uzuri wako especially kama uko laid off unaona, lakini after that that's it. Mm. Nitakuja kuambia vizuri nikishajua kuhusu laid off. Sio na watu wakuwa laid off but sijawahi kuwa laid off so sijui na ku na kuaje, excuse me, lakini nadhani serikali inawasaidia especially hiyo kampuni itawakusaidia I think, wanatoa some percent watakupa, kama kiuna ni mgongo hivi, wanakusupport alafu mwishowe wanakuachia, so kwa hiyo muda ambao wanakusupport unatokao utafute kazi nyingine mm? Lakini ndo hivyo na so kampuni zote nyingine kama huko fired, alafu na mchezo, kwa, i, ujo, uh, kuleido, nyingine, wana mchezo kabla jawaja kulaid off. Wengine wanakutafutia nani ili, ili u, uwe fired na ukiwa fired hupati iko cha ku support sijui nini al, al, upati iko yani okay, ukienda umeenda, unaona. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo jamani. Yaani, watu wanalia, hamna kazi. Ukiona hizi ofisi ziko empty, that means kuna watu wako nyumbani, hana kazi hana kazi, yaani ni balaa na nusu. anyway, oh, nimesahau kuonyesha register <laughs> oh, umuna ule dada alivyokuwa na checkout watu, yule ile sehemu ile, ndo register sehemu ambayo mtu unajua ukileta vitu vyako anakucheckout. So sehemu kama ile unawaambia kuhusu ile nani ya benki, nakuna ongelea unawambia alafu, kwa mfano wana, wana, umenunua e, labda i dola tano afu unampa dola kumi, unawambia tano akukate hapa, afu tano aweke kwenye benki yako, ndio kitu cha namna hiyo. Nilikuwa nataka ni explain kuhusu ile mambo ya benki. Kwa hiyo that means watu utakosa kazi, tafukuzwa watu, tafukuzwa kwa sababu I mean, kama mtu anaweza akafanyia transaction kwenye, kwenye register, kwanini hao wengine wawepo? wanakata wanakata cost unadhani na katika kila business amna kitu kinasaidia ili upate more profit kama kukata macost mm? especially wafanya kazi. Ndio maana wanaajiri sasa hivi kompyuta mm? Ai, inafanya kazi vibaya mno, yani inafanya kazi vibaya mno mm? kuna employer mmoja nimeona um, amesema amekata uh, cost ambayo ilikuwa, inani, ambayo alikuwa anaitumia kulipa wafanyakazi kazi kama uh, kama 8000 kama 8000 dola 8000. Amekata cost hiyo eh, sasa hivi computer inamsaidia. Hebu ona ni watu wangapi hao wamefukuzwa tayari, ambao ambao wamekosa kazi. Anyway, unemployment is real, unemployment is real, hamna hela, ndo maana watu wanaishia kufanya mbadala mwingine ambao sio mzuri, eh, sio mzuri yani lakini ndio hivyo, i hope hii video itatusaidia sana mm, kuona kwamba hata sio hata Afrika ukiona hamna kazi nini. Ah, labda nikienda majuu itakuwa hivi na hivi. Hata huku kuna watu wana experience the same thing ambayo una experience hapo ulipo. Ni hivi tu, mnaona Marekani ni hivi. Hata mmeona nani, uh, imeongelea kuhusu unemployment ya Marekani ilivyokuwa yani, ilivyo increase unemployment, ime increase vibaya mno, lakini baba kama unamjua baba, baba amegoma, amesema hiyo hiyo sio ripoti ya kweli, akamfukuza yule mtu ambaye alikuwa anatoa hiyo ripoti, kwa sababu hataki kukubaliana na no, ukweli Ukweli ni kwamba unemployment ime increase maradufu kupita miaka yote, miaka yote since sijui mwaka gani huko long time. Sasa hivi unemployment ime increase vibaya mno um, lakini baba kagoma, akasema <laughs> <unemployment, laughs> ime, ime, ime decrease, akamwajiri mtu mwingine. Kama unaelewa naongea nini, if you know, you know know, lakini ndio hivyo kukubaliana na ukweli, sa nyingine, ukweli ni kukubaliana na ukweli na umaga, sa nyingine, na umaga sana, unakuwa hutaki kwa sababu unaona kama unafanya kazi lakini huoni matokeo. So I feel naona anaona uh, kama like no, lakini vitu vingi anagomaga. So anyway, yani kwa sasa hivi aturuhusi kusema kitu chochote, ndio hivyo. I hope you enjoy the video, na msisahau kusubscribe ku like na kushare. Jamani Mungu awabariki sana.